Audhu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim. assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu, popote pale mlipo, naamini mmeitikia wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh, kwani najua wengi sana mnaosikiliza na kutazama mnafahamu faida na maana iliyomo katika tamko hili. Kwa faida tu, hii ni dua, dua ambayo inakutaka wewe au unatakiwa wewe kuwa na amani, na kama tunavyofahamu amani ndio kila kitu. Kwa kweli, hatuwezi kufanya chochote, hatuwezi kutengeneza uchumi, hatuwezi kutengeneza taasisi zenye nguvu, wala familia haiwezi kustawi kama hakuna amani. Kwa hiyo tamko hili Mwenyezi Mungu ametutaka eh, tuwe tunatakiana kila mara kama dua ya kupata amani katika maeneo yetu katika majumba yetu na kila sehemu ambamo tunakusanyika. Naam, baada ya hayo, leo tupo katika muendelezo wa somo letu la utajiri mikononi mwako. Katika kipindi kilichopita, tulisema ya kwamba tutaanza kumweleza kijana au yoyote yule ambaye yumo sasa katika harakati za kujikomboa na umaskini kwamba atafanyaje fanyaje, ili tu aweze kuondokana na hali hiyo. Na kipande ambapo tumefikia tulisema kwamba tutazungumza vipi utaanza harakati zako hizo. Katika kipindi kilichopita tulionyesha jinsi gani mwanadamu alivyokuwa ameenea ametimamia, ni mkamilifu, na Mwenyezi Mungu amemtia uwezo wa kufanya chochote kile. Na tuligusia ya kwamba hakuna kiumbe, hususan mwanadamu, yeye aliletwa duniani basi awe ndio mmiliki wa mali, awe ndio mwenye kumiliki fedha peke yake, na wengine hawana haki hiyo. Na kama inaonekana hivyo, ni aina tu ya kutaimiana sisi wenyewe wanadamu katika huu ulimwengu ambao umejaa dhuluma, umejaa ukandamizaji na umejaa fujo. Lakini kimsingi rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu aliziweka ilikuwa zimnufaishe kila mmoja wetu kwa kadiri ya nguvu, uwezo na juhudi yake aliyoweka, na kila mwenye kufanya juhudi kimaumbile na kikanuni inatakiwa awe amepata na atapata kulingana na ukubwa wa juhudi yake hiyo, na hapa ndipo yanapokuja kutilia mkazo maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema kwamba kila mwenye kufanya jitihada atapata. Sasa basi, bila kupoteza wakati mwingi, ili uweze kufanikiwa, mahali pa kuanzia ni hapa. Amua kubadilika wewe, amua kubadilika. Lakini pia majambo haya yote, jambo lolote tuseme, linasukumwa na dhamira. Dhamira yako katika moyo ndiyo itakayokupelekea kufanya jambo lolote lile. Usione watu leo wamejenga majumba makubwa, wakaitwa mainjinia na majina mengine mengi wakaitwa waogeleaji, wengine wengine wakaitwa matajiri wakubwa. Msingi wa hayo walisukumwa na dhamira. Dhamira yako ndani ya moyo wako inasema nini? Ndio wale wanaosema ah, si tumeshakadiriwa kuwa hivi? Ndio wale wanaosema ah, majambo yana wenyewe? Au dhamira yako inakwambia na mimi naweza sasa nakwambia wewe, unaweza popote pale ulipo, popote unaposikiliza hii au kutazama na kufahamisha, wewe unaweza kufanya chochote kile kinachotakiwa. Kwanza badilika, ndio mahali pakuanzia. Starting point yako ni pakuanzia. Kwanza badilika wewe, badilisha, badilisha mitazamo yako, badilisha fikira zako badilisha vile unavyoyatazama mambo, ndugu yangu. Na kubadilisha haya si lazima uwe heti umetimamia kimaumbile, labda lazima wewe unaona tu, kwa hiyo asiyeona hawezi kufanya? Au pengine mimi ni bubu anayeweza kufanya? Mwenye mdomo tu la. Mwenyezi Mungu kajalia neema kwa kila mmoja wetu kukamilisha haya, kwani kuna watu wangapi hawana mikono kabisa, lakini wanapiga simu. Hawana mikono, lakini wanaandika kwa miguu. Kumbe kinachotakikana wewe ni fikira sahihi tu kutoka katika ubongo wako. Kwa hiyo basi, jitahidi kubadilisha fikira zako. Ndio mahali pa kuanzia hapo. Sema na nafsi yako, naiambie mimi naweza. Sema na moyo wako, uambie mimi ni mshindi, na wewe ndio mshindi. Kumbuka kwamba, ndugu yangu, ushindi wako wewe ulianzia tokea tumboni kwa mama yako, siku unaingia tumboni. Wanasayansi wa mambo ya kizazi wanatuambia hivi, wakati zinamwagika mbegu za uzazi kuelekea katika mji wa, mji, mji wa mimba yanamwagika mamilioni ya mbegu pale, lakini inayofanikiwa kupenya na kuingia na kukaa katika mji wa uzazi ni moja tu, na hilo linafanikiwa tu baada hiyo mojawapo kuwa na mbio kuzizidi zingine. Sasa basi, kama wewe ulishinda kuwashinda wengine wengi wakati wa uingiaji wako tumboni, ndio hivyo hivyo unavyoweza kushinda katika mapambano yako katika ulimwengu. Ndugu yangu, katika mapambano haya unapaswa kufahamu kwamba wewe ni kiumbe ulioletwa ulimwenguni hapa peke yako na kila jambo utalifanya peke yako, ambaye ni wewe. Bila kuamua wewe, hakuna chochote kinachobadilika kwako. Katika nchi ya, nchi ya Japani mara baada ya kupigwa mabomu na Amerika ilikuwa imechakaa kabisa kabisa kabisa kabisa, kabisa. Lakini leo wa Japani wako wapi kimaendeleo? Wamepiga hatua kubwa kiuchumi, kiteknolojia na katika kila jambo. Kwa nini? Wao waliamua kuondokana na malalamiko kwamba da, tumeshapigwa, tumeonelewa, kwa nini tumezalilishwa? Kwa nini tumefanywa hivi? Wao waliamua kufanya kazi. Hiyo ni hatua ya pili. Sasa wewe ndugu yangu, ni mkulima hapo ulipo, mfanya biashara, una duka lako, hebu jitahidi kuhakikisha kwamba hiyo kazi yako unaifanya kwa bidii, unaifanya kwa maarifa. Kwa bidii vipi? Wewe dukani kwako unafungua saa nne ya asubuhi, lakini wakati huo na wewe mwenyewe umelala, mteja akija huna uchangamfu. Fahamu hiyo ni njia mojawapo ya kufukuza wateja wako. Kilimo chako hakizingatii utaalamu wala hakina ushauri, usitegemee kupata ma ma mazao yanayotarajiwa kwako. Lazima kuwe na mabadiliko katika namna ya kutenda kwako. Lakini mtu anaweza kauliza, sasa mimi sina duka, mimi sina shamba wala sina chochote. Nimesema hivi, badilisha mitazamo yako. Mitazamo hii wakati mwingine inakufunga kwenye eneo fulani tu. Kwa kuwa mimi ni, kwa kuwa mimi kazi yangu najua kilimo basi ni kilimo tu. Mimi ni mvuvi basi ni mvuvi tu. Na mimi sikusoma kazi nitapata wapi? Nitaajiriwa na nani? Hata zikitangazwa nafasi za ajira mimi simo, kwa hiyo mimi ni wa hivi hivi tu. Hapana, yako baadhi ya mambo, wewe kama utabadilisha mtizamo wako, unaweza kupata fedha na ukamiliki fedha kuliko ulivyo sasa. Kwa nini? Kuna fursa nyingi za kufanya, cha msingi usichague kazi tu. Kwa mfano leo hii kuna baadhi ya watu ni wavivu sana majumbani humo. Sasa uvivu wao ndio fedha yako ile, uvivu wao ndio kipato chako na ndio njia yako ya kutokea wakati mwingine. Kwa nini? Kutokana na uvivu wao hawafui, hawaoshi vyombo na mambo mengine kadhaa mimi nilimshauri dada mmoja, yuko kule Yombo hapa mjini Dar es Salaam. Nilikuwa nazungumza siku moja katika semina kuhusiana na namna ya kutumia fursa zinazojitokeza, nikawa nimesema hivi, unaweza ukachukua hata sabuni yako ya shilingi elfu moja kwa hapa Tanzania, na ukawa unapita katika majumba ya watu, ukawaambia hivi, jamani ye hey, mimi Nafua nguo za watu za watoto za wakubwa, mimi nafua sabuni kwangu, wewe nipe maji tu na nguo zako. Mimi naosha vyombo, sabuni kwangu. Kwa sababu watu hawapendi kufanya kazi, watakukusanyia vyombo hivyo, utakuwa unaosha, tayari unapata hela. Utafua nguo za watu, utakuwa unapata hela. Ikifika mahali, ikitambulika, fulani ana kazi ya kufua nguo, fulani anaosha vyombo watakujazia na wewe utapata pesa. Baada ya maelezo haya, mama huyu ananijia, ananiambia Sheikh Haidar nakushukuru sana, ushauri wako unanifanya sasa hivi niwe na raza shilingi elfu kumi kila siku, na wakati huo wa nishatoa hela ya shule ya watoto, na mimi chakula changu nimeshapata, na kazi wakati mwingine nazikimbia, na waita watu waje wanisaidie, kesha tambulika, mama mwosha vyombo, mama mfuaji kapata na jina kabisa. Wewe ni mtu wa darasa la saba, umekosa kusoma ualimu sawa. Hapo hapo nyumbani kwenu sikuna baraza hapo, chukua watoto wawili watatu, waanze kuwafundisha a wanasari, ao waanze kufundisha hao. Watu watakuletea watu watoto wao, wallahi ladhim, cha msingi badilisha mtazamo katika kazi, usilazimishe mpaka upate kazi ya kuajiriwa. Kulingana na elimu yako huenda usipate. Basi kwa kuwa mada hii ina mwendelezo, naomba leo tuishie hapa. Katika kipindi kijacho, tutazungumzia fursa mbalimbali zilizomo katika maeneo yetu na hatuzitumii vizuri fursa mbalimbali zilizomo katika maeneo yetu na hatuzitumii vizuri, kisha tunalalamika umaskini. Fursa zina wataalamu wat, wanasema fursa kila siku zinagonga mlangoni kwako mara elfu moja lakini we huna masikio za kusikia wala huna macho za kuzionea. Tutaendelea kukuonesha katika vipindi vyetu vitakavyofuata. Asante sana. Inshallah, tunaomba e, msiache kutufuatilia, msiache kugusa alama ya kengele, ili tu mradi mada zitakazopokuwa zinaingia humu katika tv yetu ya Msiru, online, Msiru TV uweze kuwa mtu wa kwanza kupata maarifa haya. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.